Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mjadala bado unaendelea. Anko T bwana, anazidi kumchamba mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Rita, ambaye huyu tunamfahamu kama mchepuko wa Diamond Platinumz eh, kwa muda mrefu sasa kama umefuatilia video zilizopita basi huu ni kama mwendelezo tu wa kile ambacho kimetokea katika video iliyopita. Tumeelezea e, inshu ya mahusiano ya Diamond na Rita, and then wakaja wakaachana, Zuchu wakaja akagundua, mambo yakaipuka mtandaoni ndheni, ikajulikana kwamba kila mtu amechukua hamsini zake, lakini hivi karibuni kuna hizo voice note ambazo zimevuja na mtu ambaye amezivujisha bwana si mwingine bali ni eh, huyu Rita mwenyewe. Alikuwa anazungumza na Eddie Santos ambaye ni mdogo wake Diamond Platnumz eh, huyu Eddie Santos inasemekana kwamba alikuwa ametumwa na Diamond and then wakati anampigia simu huyu Rita kumbembeleza arudiane na Diamond, huyu Rita kumbe alikuwa ana rekodi na, na amezivujisha mtandaoni. Kwa hiyo zimemake headline to the maximum, lakini pia vilevile, vile kikubwa zaidi ambacho kimetokea hivi karibuni ni kwamba Anko T bwana amechukizwa kuona kwamba Zuchu naye pia amehusishwa, kwa sababu huyu Rita amekuwa akimsema akimsimanga Zuchu kwamba ni kama kinyago na vitu vingine kama hivyo. Sasa Anko T akiwa kama chawa wa Zuchu ameamua kuja kumchamba huyu bidada, sio kawaida a. Kupitia kwanza ukurasa wake wa Snapchat Anko T ameandika kwamba kwenye kitu sikiwezi ni mtu kunicha, kuni, a, kunichimbia <laughs> ameandika kunichimbia lakini nadhani alikuwa anamaanisha kwamba kunichambia. Matajiri zangu, komeni malaya jamani. Kwa uzuri upi? Wazuri unawajua Eh, mzuri bado anakojoa huku ana eh, eh, eh, eh, ameandika nkotii maneno mengine hapa ya nguoni lakini ameweka emoji, akaendelea akasema kwamba bwana, shikeni adabu zenu eh, malaya wote wa Tanzania msiopiga mswaki wala kujua dodoki, hebu eh, hebu tuwekeeni mzigo mezani, hizi kesi kesi za eh, hizi, hizi kesi za mbwa hizi kesi za mabwana wasio wasiowapa kitu nazo pia tuzifute. Alafu unachambanaji na mtu kisa bwana ambaye amekutia na kukutoa mimba juu we uogopi? Anko T ameandika hivyo. Then akaendelea kusema kwamba bwana uliliwa, eh, kwa wakati wako na pia vile vile ushapita ushapita dada yangu wakati wako. Baya ni kwamba eh, anasema kwamba mbaya ni solo yako eh, unajua una, ujajifunza kuheshimu wala kuwa na adabu kuweka vitu kifuani Umesikia wapi mwanamke anamtangaza mwanaume kuwa ni malaya? Alafu sifa ya umalaya akipata yeye akipata mkaka. Dada, kojoa mkojo wako ee, ungekuwa ee, wa maana sana bwana like want... E, hivyo ni vichambo vya Anko T kwa maneno kwenda kwa Miss Rita ambaye ni yule mchepuko wa Diamond Platnumz eh. Sasa hapa bwana huyu Anko T amekuja kumchamba sababu ni kwamba Zuchu naye pia amehusishwa. He, alafu ame, e, Anko T akaendelea kusema kwamba asinge kunyima kodi. Lo, unajua kwamba mwanamke akipendwa uwaga, anafanywa ana, uwaga, kuna kupendwa na vile vile kuna kutamaniwa e, kuliwa unaliwa, alafu unago, alafu pia vilevile vile kuna yule ambaye anayemsababisha amsahau mpaka ma, mpaka malaika wake Jibril, ameandika hivyo Anko T. Akaendelea kusema kwamba o, mzuri mzuri wa wapi bibi wewe yeah. Uh, mzuri wa wapi bibi wewe, aliyekudanganya mtie kibao. Hebu pumzikeni kidogo mkitongozwa na wanaume za watu eh, kuleni kimya kimya, maana wanaume wa maana wote wanawake zao. Hizi tabia za kuposti posti SMS ili kuonekana kwamba eh, una ushahidi bibi wewe, eh, mtakuja kufa bure Ankoti akaendelea kusema kwamba na mikojo yenu ya njaa juu, e, kwa uzuri upi bibi wewe unaumwa e, mzuri, ebu chungulia akaunti yako kwanza huko alafu, ujiulize kwamba na uzuri wako umenufaika nini, right, yeah. Lakini Ankoti akuishia hapo, bwana, ni kwamba pia vilevile amekuja kumchamba kwenye video huyo, e, Ankoti bwana, hajamwacha Rita salama. Uh, maana amemchamba kwanza kule katika posti ile ya ya huko Snapchat and then akajirekodi video Instagram akaruka live and then akamchamba tena. Ilikuwa tukusugue mpaka ukome. Baadaye ukaja ukapiga simu ukavielezea eh, ee, ukamchafua mwenzako yule mwingine akamblokiwa. Unaikumbuka hiyo story ninayokuhadisia? Kwa mbali kule sulijaribu kitu kama hiche, Nikamwambia mpale subiri, huyo nipe mimi, shughuli tunacheza naye sasa. Ndio tabia yako, tabia yako shu lahuaaimu akomi kama pia na, ndio shughuli zake, ndio tabia zako. Sasa ndio unajua mimi nakujua. Alafu mdarawe hata watu wanaga, sema tu unajichia tu waga, na tukakualika pia na kwenda kibao, kata si ulikujaje. Hivi wewe unikujaje kujaje? Haki mimi ndio nikubuna, alika watu ilikuaje? Mtu mwaiki yo, umefanya hiki yo, unataka ueleze umati kipi unatongozwa? Mbona ukisema kama msemaji wa ukweli, kipindi uko mnalalana, mbona hukuvisema vilivyobuma? Sasa ulivyoambiwa utanunuliwa gari, alikuja nyumba utalipiwa, ukulipiwa ndio kaja kuelezea umati. Ndugu yangu, sema na bahati yako ni mzuri kweli lakini ndio bahati yako ngumu. Bahati yako ya samaki gani? Si yule anaitwa jamani, mwenye magamba mengi? Kwa hiyo huu ni muda wa kukaa ukalilazi, ukafanya mambo yako ya maana. Sasa wewe kama mzuri, unatakiwa ufanywe mambo mazuri, lakini mzuri wa kuzulika hatumtaki kudili naye. Kaseme na waganga wako, kama mganga alikuomba paka, mpelekee paka, usije ukaombwa mbuzi ukampelekea samaki, mambo yakanuka shombo. Kwa hiyo pole dadangu, lia na waganga wako na bahati zako, uzuri huo una nzuri, ni pesa ndugu yangu, wewe sio mzuri na unazurika na mambo mengi, ndio haya mengine yanaokuzuru. Kaseme na vitu vyako vya karibu, fixi mambo yako kwanza. Ukao, unasimama uongee kama mwanamke amesimama hapo, nukia vizuri, vaa vizuri, kula unavyotakiwa ule, afu acha mambo mengine mengi, punguza kendebo hapo azuri. Wanikaa kimya hata ninaposema sasa hivi hapo nchini, wewe bado tupo hapo, eh? sababu tu, wewe kama angekuwa anakutaka angekuweka ndani, na kama alikuwa anakutaka basi angekulipia tuna hiyo kodi kodi. Pia ujalipiwa ujioni, una shida gani? Mi sijapani kwa mimi, niko lelele. Mi ndo ninavoongea kwa watu wangu na kuwa galefu, wananijua mimi 24/7 niko lelele, mafuta tama, mafuta tama, mwekapo, mwekapo niko mkapi, unanielewa mzee? Kwa hiyo kaseme na somo yako, kaseme na watu wanaokuzunguka. Maana yake mchawi ni watu wanaokuzunguka. Mimi unaweza ukawa na akili, ila unahitaji kusikia aina ya maneno. Ukiambiwa ithamini hivyo vitu unavyovifanya havi mpendezi, mwanamke mwenye ndoto ya kuja kuwa na familia. Yani hata watoto wako baadaye wakija, wakizaliwa, wakija wa wa kuleti, mama yetu alijulikana ah, kwa sababu subiri kuonea mfano. Umeona kitu kina Kardashian, wakina Kardashian ni wale, ni kim tepu yake ya mapenzi ilomsabisha akawa maarufu, lakini umeona alivyoitumia ile opportunity. From hiyo point kilichotokea, alibadilika kabisa na maisha yake mpaka sasa hivi. Kujuaje kwa mbona dada yeah, kwa uferit ni hiki kidet usio kodia ukapata dalali ukalala ukaosha na miguu mwenetu sai ni chiki. Unawajua wewe usio kuata na seti ya dhahabu umeiva sasa hivi hapa saidi chiki madeni ikaeka saidi chiki cha maana una yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Huyo ni Anko T. Ukiwa kama mdau, na nawe pia tuwekee maoni yako katika comment section, katikatoka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.